Habari, karibu tena katika chaneli yetu pendwa ya Dirisha la Dunia TV. Leo napenda nikuletee kisa kinachomkabili Askofu Josephat Gwajima, amekuwa katika mzozo mkubwa na mamlaka za kiserikali kufuatiwa na kauli zake kuhusu madai ya utekaji wa, wa wanaharakati na watu wengine nchini Tanzania. Unapo unaposikiliza kisa hichi ambacho ninakuletea, hakikisha una subscribe, una comment, una like, una share ili pia uweze kupata video zetu nyingine ambazo tunakuwa tunaziupload katika ukurasa huu wa Dirisha la Dunia TV. Kumbuka tu kwamba Dirisha la Dunia TV tunakuletea habari ambazo ni za uhakika na za uaminifu ambazo ziko na zinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania hichi kipo hivi. Mnamo Juni 2, 2025, msajili wa jumuiya ya kiraia alitangaza kufutwa kwa usajili wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, yani ni ufufuo na uzima, linaloongozwa na Askofu Gwajima. Sababu zilizotolewa ni kwamba mahubiri ya Gwajima yalikuwa na mwelekeo wa kisiasa na yalikuwa na nia ya kuchochea mchanganyiko kati ya kati ya serikali na wananchi kinyume ya ya na sheria ya jumuiya ya sura ya 337 kama ilivyorekebishwa na sheria ya marekebisho mbalimbali ya kisheria namba 3 ya mwaka 2019. Mpendwa mtazamaji, unayetufuatilia katika chaneli hii ya Dirisha la Dunia TV, hakikisha una ili uweze kupata video zetu nyingine ambazo tunakuwa tunaziaprodi katika ukurasa huu. Tukio la kuzima kanisa la Ufufuo na Uzima usiku wa kuamkia Juni 3, 2025, polisi walizingira kanisa hilo lililopo Ubungo, Dar es Salaam na kuweka utepe wa, wa, wa tahadhari kuzunguka eneo lote. Zaidi ya maafisa ishirini wa polisi walikuwa na silaha wakihusika katika operation hiyo, wakizuia upatikanaji wa eneo hilo. Ndugu mtazamaji, wa chaneli yetu ya Dirisha la Dunia TV hakikisha una subscribe kupata mwendelezo wa kisa hichi. Katika video zilizosambazwa mitandaoni, Askofu Gwajima alieleza kushangazwa na hatua ya polisi kuzingira kanisa lake, akisema ni saa tano na dakika 15 za usiku hapa Dar es Salaam, na polisi wamezingira kanisa la Ufufuo na Uzima, hatujui wanataka kufanya nini. Aliongeza kwa kusema kuwa kanisa haliwezi kufungwa kwa sababu ni la Mungu na kwamba hatua hiyo ni kinyume na uhuru wa ibada. Mwitikio wa umma. Tukio hili limezua mjadala mkubwa nchini huku baadhi ya watu wakiendeleza wasiwasi kuhusu uhuru wa kuabudu na kazi za kiraia. Wengine wameunga mkono hatua ya serikali wakisema kwamba viongozi wa dini hawapaswi kutumia mimbari kwa ajili ya siasa. Hivyo basi, mpendo wa mtazamaji wa chaneli yetu ya Dirisha la Dunia TV, hakikisha una subscribe, una like pia una share una comment kile ambacho unakiona na kile ambacho unakijua kinachoendelea katika nchi yetu ya Tanzania kinachohusiana na suala zima la kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima. Je, yeah, serikali imefanya haki kwa kufunga kanisa hilo au imetumia mabavu? Hivyo basi tunapaswa kushirikiana kwa pamoja tunajenga taifa letu la Tanzania. Karibuni sana Dirisha la Dunia TV.